Tuko na miongoni mwa wananchi ambao wanapatikana kwenye eneo la Mabibo lakini pia walikuwa ni miongoni mwa watu ambao wameattend mkutano wa RC Chalamila pamoja na wananchi ambao walikuwa na mgogoro kwenye uwanja huu. Tusaidie hivi uwanja unaitwaje? Uwanja unaitwa Sahara, Sahara. Unaitwa Sahara. Eh, wewe umezaliwa uh, maeneo haya? Hapana. Uh, okay, lakini unaishi maeneo haya kwa muda mrefu, okay. Hmm, pale watu walikuwa nakuona kama ni jamaa fulani, hmm, ambaye pengine huna point, lakini yeah, kilichotokea umewashangaza mm. Umekuwa ni mtu ambaye umejenga hoja ambazo zinaenda kuwasaidia watu wengine mm, aidha wamiliki mm, wa maeneo ya karibu na hapa ama wananchi wanaoishi maeneo ya karibu na hapa ikiwemo na wewe. Ujasiri huu umeupata wapi na kwa sababu gani umefanya hivi? Uh, haki, ndio unaita ujasiri? Mm. Confidence sikuzote nakujaga na kuwa na perfection mm. Unapokuwa na hoja unajasiri wa kuongea mm. Eh, yani ujasiri unakuja na na aidha na maarifa au hoja au, kama hata kama umependeza, ukutana na mwanamke leo, utakuwa na ujasiri. Kitu kikubwa ni kwamba ujasiri ni kwamba, baada kuna mzunguko wa serikali yetu ya utendaji hmm. na wananchi wanavyoishi hmm. hakuna ushirikiano, tunatafutiana lawama, umeona hmm. hatuwezi hmm. kufanyana miradi sisi Tumechagua serikali ituongoze mm, sio ituetee matatizo. Umeelewa mm? Kwa hiyo kama serikali haiwezi kutatua matatizo yetu inatutengenezea sisi matatizo mm, sidhani kama tunapaswa kuiamini serikali. Umeona mm? Lakini kama ikihitaji tuiamini iende mm, eh, kwa haki. Ushauri wako ni upi? Ushauri ni kwamba watu wameelimika watu wanajua kile kinachoendelea. Umeelewa? Serikali na viongozi wajitambue pia, wasijue kwamba kuna kauli moja, a Nyerere alisema kwamba ukitaka kwa kuwatawala watu wasiwe na nini? Wao ignorance. Lakini sisi sasa hivi FK utakuwa ignorance kuanzia mwaka sema, sitini na ngapi hadi leo bado utakuwa na ignorance. Kuna miaka mingapi hadi leo, miaka mingi watu wanasoma, na hata wewe ukiwa baba leo unatamani mwanao asome vizuri si aondoe nini? Aondoe ignorance. Sina manake yeah. Sasa akipata ignorance, ignorance ikishaondoka anapata akili, ndo hayo tunaongelea mm -hmm. kwamba leo tunakuja kusuluhisha mgogoro wa kiwanja mm -hmm. ambao una zaidi ya miaka mingi dio. Watu wengi wanakaa hapa wanajua ni makazi yao, na wengine ukiwambia hapo ukifata hapo ukitoka hapa mfuate mwananchi katika mani anayozunguka, wafate wananchi kuna mwingine hapa hata na baba kiwanja kafa, baba yake kalisishwa, aliuziwa na nani? Baba yake aliingiaje hivyo? Ni vitu ambavyo ni point, pin points tunataka kuziweke katika maongezi ya okay. Ulitoa uli, uli kidogo, uh, ulisema usitafutwe, ulijihami hivi, najua uj sisi hapa ukweli au uongele wagi, kwa sababu tunawindwa CCM, mimi hapa sio CCM mimi sio Chadema mimi sio Yanga mimi sio Simba chochote, mimi sio shabiki wa chochote, mi ni shabiki wa kweli. Umeelewa, namwelewa mtu kwa hoja, sio kwa kumpenda alivyo. Labda mke wangu pekee ndo nampenda alivyo. Umeelewa, na mke na mke na watoto, mke wangu pekee ndo nampenda alivyo. Umeelewa, lakini wengine naelewa kwa hoja. Inakuaje e, hivi imetokea hii kwa nini, si ndio tutomboishi? Au ni ndio ndio. Sisi hapa sio wale wajinga ambao Nyerere ashatwambia wanaotaliwa ni wajinga. Sio sisi, sasa umeelewa? Kwa hiyo sisi tunaelewa kile kinachoendelea katika maisha yetu wenyewe binafsi na haki zetu binafsi tunazijua, ile basic knowledge ile basic knowledge ya form one ya, ya sekondari ya primary na chuo kidogo okay. Imetufungua akili kwa tumeenda kusoma tufanye nini jamani. Unakutana okay, na changamoto za watu akikuhisi kwamba wewe uh, yani wanakuona kama ni mtu fulani tu ovyo na sio vile ambavyo unajijua na unavyoishi pia. Sijawahi kutamani mtu aniishi chochote okay. Na namruhusu mtu kimtu aniishi chochote mm, anaruhusiwa, umeelewa? mm. Mm. Tatizo sio watu wanavyoniishi mimi mm. Tatizo mimi mwenyewe ninavyojichukulia okay, hilo ndio tatizo. Umeelewa? Mtu akikuchukulia chizi, afu sio chizi, umeelewa? So sasa, hey. Huwezi kudini na yeye, yeye ka define hivyo, labda hata mimi leo, labda sio mimi au mwingine akiongea, huja yoyote umeelewa? Wataelewa watu kwa namna tofauti. Stari yako kubwa ni nini? Mimi ni mwimbaji. Umeelewa? Mimi napenda Mungu tu. Hapana mapenzi, hapana. Mimi ni gospel. Kila mtu ana stori yake, lakini sio kila stori iko wazi kuongeleka katika media sando. Mbaya zaidi, kuna mtu mwingine anataka habari. Stori yangu za mimi ni kumwabudu Mungu, stori yangu mimi kushabikia michezo, stori yangu nzuri, stori yangu sasa. Mimi sasa, kwa hivyo mnichana, napenda sana kumwabudu Mungu, napenda niwe katika haki, hiyo ndio stori yangu. Mimi napenda kila mtu aelewe ukweli wa kila kitu, umeelewa mm. Ukweli wa kila kitu, yani hata unapoongea unajua unachokiongea, yani usiongee kumfurahisha mwenyewe. Nimekaa na mkuu wa mkoa leo, nimebadilika kupiga naye stori kwa staili hiyo, lakini inatakiwa hiyo hivyo kwanza, umeelewa, yeye ni kiongozi wetu na tunomlipa ni sisi. majina yako kamili? Michael John Bagenyeka. Asante sana. Nashukuru. Jambo hilo la kuuzwa kwa eneo hili lisifanyike mpaka hapo taratibu hizo ambazo nimekuzisema zitakapokamilishwa. Jambo jingine, nafahamu kwamba palikuwa pana mgogoro kati ya walio na nyaraka na wasio na nyaraka. Na kwa sababu kata wenye nyaraka na wasio na nyaraka kitafsiri, huo sio mgogoro. Na mimi na shauri zaidi kwamba viongozi wa kata na viongozi wa mtaa wajitahidi kuwaeleza wananchi wao, kuwa watafsiri sahihi katika masuala yote yanayohitaji sheria na sio mdomo. Jambo jingine mara tutakapokamilisha maswala hayo niliyoyataja, pamoja na kuwasilishiwa orodha ya watakaopata mgao kulingana na wanachokidai kwenye sakosi hiyo, mkuu wa wilaya ya Ubungu na kamati ya usalama ya Ubungu isimamie maswala yote ama yanayohusiana na ujenzi wa eneo hili ama uuzwaji wa eneo hili. Jambo jingine, kwa kuwa eneo hili kwa muda mrefu wananchi walijua ni open space isiyo na mmiliki, na kwa sababu sasa tumebaini kwamba eneo hili linaomiliki, na kwa sababu hapa najua mambo mengi yalikuwa yanafanyikia, mikutano au michezo, ofisi ya mkurugenzi chini ya mea wahakikishe wanakuwa na maeneo halali ambayo wananchi wao wataendelea kuyatumia katika huduma hizo, ikiwa pamoja na michezo na masuala mengineyo ya mikutano na masuala yanayohusiana na hayo. Jambo jingine, kama wamiliki halali watasimamia hoja yao ya kuuza eneo hili, bado ninashauri kuwa Ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo wanaweza kuwa na, na wao wanaweza kuwa wanunuzi wa eneo hili ili libaki hivi lilivyo litumike na wananchi wao. Kama ofisi ya mkurugenzi haitakuwa na fedha, iachane na eneo hili mara moja, na iruhusu mchakato wa kisheria uweze kufuatwa, kwa kuwa hakuna aliye juu ya sheria.